Nawasalimu wapenzi watazamaji wa kituo cha Mwananchi, mahala popote ulipo, hujambo? Karibu sana niweze kuwapea updates ama taarifa za kuaminika hii leo, siku ya Uhuru Day Tanzania, tarehe 9 Desemba, ambayo wananchi waliweza kuitangaza kwamba ni siku ya maandamano kumkataa Samia Suluhu Hassan. Update mpenzi mtazamaji za maandamano, ninaelezwa kwamba wananchi wa Mwanza wametoka barabarani wakiwa na mabango wakipiga kelele, wanasema kwamba Samia Suluhu Hassan aende nyumbani. Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa na wananchi. Samia Suluhu Hassan anapaswa kung'atuka kutoka madarakani. Kwa hivyo kulingana na taarifa ambazo ninapewa mpenzi mtazamaji, ninaelezwa kwamba hakuna vurugu hata, hakuna hakuna vurugu, ni amani imetawala, yaani maandamano ni ya amani. Na mimi nataka niweze kuambia hivi mpenzi mtazamaji, mkiona mtu yeyote mwenye ameweza kuchoma mwenye ameweza kubomoa mali ya mwananchi, huyo aliweza kulipwa na serikali na ni vijana wa Umoja wa Chama cha Mapinduzi ndio wanataka kuharibu nchi ili iweze kusemekana kwamba wananchi ambao walikuwa wanaandamana ndio waliweza kuleta hiyo vurugu. Mimi niliwaambia kwamba studio yangu iko mahala popote, iko kwa miti, iko ndani ya shimo, ili mradi tu niweze kuwapasha. Kwanza kabisa, pata taswira jinsi ambavyo ninaelezwa, wananchi wameweza kutoka maeneo ya Mwanza na mabango. Nina imani mpenzi mtazamaji umeweza kujionea, umeona kwamba bwana Ezra huwa adanganyi anawaambia mambo ya ukweli. Niliwaambia kwamba hii leo maandamano yalikuwa licha, kwamba serikali wamejaribu sana kuyavunja na kuyazima. Asubuhi na mapema jeshi la polisi liliweza kupita kila mitaa wakiwa wanatoa vitisho kwa yeyote mwenye ataonekana akiandamana. Lakini unajua wacha nikueleze mpenzi mtazamaji. Matatizo ni sisi wananchi ndio tuko na wao ama ndio tuko nao. Yaani sisi wananchi ndio tuko na matatizo. Sisi ndio tunaelewa ni kwa sababu gani tunaandamana. Sisi ndio tunaelewa ni kwa sababu gani tunakataa hii serikali. Kwanza kabisa, tafadhali sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Uh, ili taarifa hizi ziweze kufika kila kona ya taifa, kila kona ya dunia, kila sehemu ambayo wanasikia hii lugha yetu nyepesi sana ya Kiswahili. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, sasa kitu kiliyoko unapaswa kuelewa kwamba wananchi wametoka wakiwa na ujumbe mmoja tu, kusema kwamba hawamtaki Samia Suluhu Hassan kwa nini? Hawakuweza kumchagua Pili, unapaswa kujua Samia Suluhu Hassan ameweza kujiweka madarakani. Kwa nini wananchi hawakujitokeza kwenda kupiga kura? Wananchi hawakupiga foleni kuweza kupiga kura, kwa nini? Angalia, palikuwepo tu na chama kimoja katika uchaguzi ambao serikali ilisema kwamba uliweza kuandaliwa mnamo tarehe ishirini na tisa Oktoba. Vyama vikuu vya upinzani viliweza kuinguliwa. Angalia chama cha ACT Wazalendo, angalia chama cha Chadema, vyote viliweza kuinguliwa. Sasa kitu ambacho unapaswa kukijua, wananchi wakisema kwamba Samia Suluhu Hassan lazima aondoke, wanamaanisha kwamba hawakuweza kumchagua, hawakuweza kumpigia kura na hakuna mtu ambaye aliweza kumchagua. Zile kura ambazo alisema kwamba alipata milioni thelathini na moja, zile aliweza kujipikia. Kwa sababu gani? nina, ninasema nina, nina, nina kwamba aliweza kujipikia, hakuna mwananchi mwenye aliweza kupiga kura. Nambari mbili, wananchi hawa wamejitokeza kuelekea kwenye maandamano, mpenzi mtazamaji, wakiwa wanatafutia haki wenzao ambao waliweza kuuawa na serikali hii mnamo tarehe ishirini na tisa Oktoba mpaka tarehe thelathini na moja Oktoba na kisha miili yao ikazikwa kwenye kaburi la pamoja upande wa Kunduchi, mahala ambapo mpaka sasa hivi wapendwa wetu wametafuta we miili ya ndugu zao hawajaweza kupata. Wengine wameamulia kuzika viatu, wengine wameamulia kuzika migomba, wengine wameamulia kuzika kitu ambacho kinaitwa nguo, ili angalau wahesabu kwamba wameweza kuwazika wapendwa wao nanielewa mpenzi mtazamaji. So wameenda kuandamana ili kuweza kulalamikia mauaji ya wenzao ambao waliweza kuuawa zaidi ya elfu kumi na hii serikali potovu, serikali ya Samia Suluhu Hassan, sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Kutoka hapo vilevile, Watanzania wanaandamana wakishinikiza, wakitaka katiba mpya. Kuna kitu ambacho wanataka katiba mpya iweze kuletwa ndani ya Tanzania. Katiba mpya itasaidia sana tuweze kukua na taifa bora, bora la Tanzania la kesho, kwa sababu katiba ambayo inatumika ndani ya Tanzania sasa hivi inaonekana kwamba haitumiki. Kwa nini? Angalia, serikali inakandamiza wananchi, serikali imevunja uh, maandamano, kipindi ambapo katiba yenyewe inasema kwamba wananchi wanaweza wakaandamana ili mradi waweza kupitisha ujumbe wao. Serikali imeweza kukandamiza demokrasia, kwa hivyo wananchi wameandamana kutaka katiba mpya. Vilevile kuna kitu ambacho unapaswa kukielewa hapa, mpenzi mtazamaji. Maandamano haya vilevile vile, ni ya kukataa utawala wa kiudikteta. Haya maandamano umeweza kuyaona upande wa Mwanza, ni maandamano ya kukataa utawala wa kiudikteta utawala huu wa kiudikteta ndio umeweza kumaliza kabisa kitu ambacho kinaitwa uhuru wa kujieleza ndio umeweza kumaliza kitu ambacho kinaitwa uhuru wa kujumuika. Hata ukiuliza mtoto mdogo ndani ya Tanzania atakueleza unajua, kivipi? Atakueleza serikali wanajua ya Samia Suluhu Hassan inawatawala kimabavu. Vile vile mpenzi mtazamaji, wananchi wamejitokeza kuweza kuandamana wakitaka viongozi ambao waliweza kukamatwa kwa sababu za kisiasa. Angalia mtu kama vile Tundu Lisu, kuna wananchi ambao waliweza kukamatwa kwa sababu za kisiasa waweze kutolewa ndani. Akina Humphrey Polepole wameweza kufungwa kwa jela, haijulikani wamefungwa wapi, angalau mtu kama Tundu Lisu yeye anajulikana yuko katika uh, jela ya upande wa Ukonga, lakini mtu kama vile pole pole hajulikani aliko. Kwa hivyo maandamano haya ambayo wananchi wameweza kuandamana ni maandamano ya kushinikiza wale wote ambao waliweza kukamatwa kwa sababu za kisiasa waweze kuachiliwa. Mimi ni Bwana Ezra, nitazidi sana kuwapasha. Cha msingi wewe piga subscription, cha msingi kingine sambaza ikanda, tupatane kwa kanda ijayo ninapenda taifa la Tanzania. Tanzania ni taifa langu. Sante sana.